Kitu rahisi kama kumpatia mtoto wako kalamu na karatasi aandike mahitaji au listi ya kitu chochote ambacho unataka kukifanya, iwe ni kununua mahitaji ya shule, iwe ni kununua mahitaji ya pembejeo kwa wale wakulima, iwe ni kununua labda au mnaenda vacation, listi tuseme kama listi. Kuna mjengia mtoto kujiamini na kujithamini, na ni kitu rahisi na ni simple, kinaweza kufanywa na mtu yoyote. Hapa sijataja watu wenye pesa, kila iwe mwenye pesa, asiwe na pesa, anaweza kufanya hicho kitu. Msitafute kisingizio jamani. Na ni kwa sababu gani hii inamjengea mtoto kujithamini na kujiamini? Sayansi ya makuzi na malezi haidanganyi jamani. Kwa hiyo inaenda kwenye mtoto, kwa mtoto inatengeneza um, saikolojia yake au um, mindset yake kuona kwamba anaaminika, lakini pia ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Mtoto mdogo tu ambaye anajua kusoma na kuandika, hata kama mwandiko wake ni mbaya, mpe aandike inamtengenezea kuona kama anaaminika, ana uwezo wa kufanya maamuzi, ana uwezo wa kufanya uh, vitu vikubwa kama hivyo. Unaweza ukakichukulia ni cha kawaida, lakini kwake ni kikubwa. Ms, msiwafanyie watoto mahitaji yao labda ya shule, lakini pia vile vitu mnavyoona mtoto anaweza kuvifanya, wapeni wafanye huko ndo unajua wazungu ndo wametupigia hapo au watu ambao wameadvansi wame kwenye maisha aa, hata kama ni Watanzania ndo wametupigia hapo, kwa sababu wao unakuta kitu kidogo wanaki, wanakiwekaga kwa mtoto. Mtoto anakuwa anatengeneza ile kujiamini, kujithamini, anatengeneza kujitegemea. Yani inamfanya hata yeye anakuwa ana skills flani za maisha, ukija kumlinganisha na mtu mwingine inakuwa haipo. Na ndo maana tukiwa kwenye kukua, kuna watu tunaona wanajiamini na watu wengine wajiamini nafikiri, ni kwa sababu gani? Kujiamini kuna na kujithamini kunatengenezwa tangu mtoto akiwa mdogo. Kwa kuwa kuna watu ambao wamevuka katika hiyo hatua, wameweka kabisa hivyo vitu kwa watoto tangu wakiwa wadogo, na ndio maana tuna tofautiana. So fanyia kazi hicho uone. Alafu bado niko pale, nimekaa mniite, mji mnishukuru, jamani, msiache kunishukuru <laughs>